Taasisi ya Tiba Mifupa na Ubongo Muhimbili moi ni miongoni mwa taasisi muhimu hapa nchini. Umuhimu wake ni kutokana na kuhudumia watu wenye shida ambazo ni za kila siku. Mathalan, leo mtu akipata ajali, sehemu ya kwanza kufikishwa itakuwa MOI. Katika kipindi cha siku mia moja tangu Rais Dkt Samia Suluhu Hassan amerejea madarakani wamefanya mengi ikiwemo kutoa huduma na hata kwa wale ambao hawajimudu eh, kimapato mm-hmm, na wenyewe walipata huduma kisha wakasamehe takriban shilingi milioni moja kila siku katika siku mia moja zaidi ya milioni mia moja zimetolewa kama msamaha. Kisa ni kwamba watu wanaofika pale wanahitaji huduma. Correct. Kwa hiyo ni eidha uamue kuokoa uhai wake ama useme nenda nyumbani alafu usikie huyo mtu amebadilishwa jina na kuitwa marehemu. Hilo ndilo ambalo limewasukuma MOI kuhakikisha kwamba wanaweka uzalendo mbele na kujali kwanza afya ya mtu yangu. Matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmin. Na ndivyo ambavyo ninakualika kwenye Uchanganuzi hii leo, tukipiga darubini siku mia moja ndani ya taasisi hii nyeti ya MOI na namna ambavyo wanaendelea kupiga hatua ikiwemo za ubobezi kwenye maeneo mbalimbali. Studio tumemwalika mkurugenzi mtendaji wa MOI balozi Dr. Mpoki Ulisubisya, karibu sana. nashukuru sana. naongereni. asante. nashukuru Mungu. mm. kuna right. Mtu anaweza akawa anajiuliza ni rahisi ama ngumu vipi, kila siku taasisi kama MOI kusema kwamba hii milioni moja, hawa wamekuja hawawezi kujimudu, tunawasamehi kwanza ninapenda kuwashukuru sana Azam TV kwa kuwa na utashi wa kutaka kujua kina nini ambacho kinaendelea katika taasisi, huwa anapenda kusema taasisi pendwa mm, kwa ajili ya wananchi kutokana na aina ya huduma zinazotolewa kila siku kwa, kwa watu wenye matatizo ya mifupa, ubongo, uh, uti wa mgongo pamoja na mishipa ya fahamu. Utaratibu huwa huko hivi, mtu anayepata shida anakimbia kuja kwetu ili asaidiwe no. hilo ndilo la msingi. Haijalishi ametoka katika mazingira ya namna gani, yaani haijalishi uchumi wake ni mgumu uko namna gani. Kwa mgonjwa huyu anapofika pale anajieleza, na akijieleza, wataalamu wanaangalia ni afua gani itakayokuwa bora kwa ajili ya kumsaidia. Sasa hizi afua zinatokana na aina ya ugonjwa mgonjwa aliokuwa nao Uh, lakini kwa sababu ya matatizo walionayo mengi huhitaji vifaa zaidi ili kujaribu kurejesha katika afya ilivyokuwa. Hapo ndipo swala la gharama linapokuwa nyeti kidogo. Kwa mfano mtu anapokuja amepata ajali akavunjika mkono au mguu, anaweza kuwa amevunjika mfupa ndani ya ngozi, yani ndani ya mwili, kwa haujaonekana nje lakini kile kiungo hawezi akakitumia, kwa wataalamu wanaangalia, je, huyu anahitaji tu kuwekewa hogo plaster of Paris, yeah. Au anahitaji kupasuliwa ili kiwekewe kipandikizi kitakachofanya mfupa ukae vizuri na kupona kwa urahisi zaidi. Maamuzi hayo ndio yanayoleta hili swala la gharama. Kwa mfano mtu anayewekewa uh, hili hogo gharama yake haiwezi kuwa sawa na mtu ambaye itabidi alazwe aone na mtaalamu wa usingizi tiba, halafu apangiwe, apelekwe kwenye chumba cha upasuaji apasuliwe, baada ya kufanya upasuliwaji awekewe hicho kipandikizi halafu ushonaji uingie, apewe na dawa za kunywa arudi wodini. mm -hmm. Sasa kwa sababu jukumu letu sisi ambalo tumekasimiwa na serikali ni tiba, hilo linakuwa la kwanza na taasisi ile inapewa fedha na serikali kwa ajili ya kujiendesha, hmm. Hizo ndizo ambazo tunazipangia matumizi kukidhi mahitaji ya wagonjwa anuwai wanaokuja katika taasisi yetu, hmm. Sasa kwa sababu wagonjwa ni wengi kuliko kiwango cha fedha zinazokuwa tunapeana, ndiyo inatokea hii dhana ya uchangiaji, okay. Kwa hiyo inakuwa serikali imetoa fedha lakini mtu anayekuwa ameugua sasa, naye anachangia ili hii fedha badala ya kutumika kwa siku moja iweze kutumika kwa muda mrefu zaidi okay. Sasa kwa sababu wagonjwa wanaokuja pale ni wa aina mbalimbali, wako wagonjwa ambao wanatoka katika kaya masikini. Kama neno masikini linavyomaanisha hawana chochote. Kwa mfano kama leo nililetewa ombi la kutoka kwa watu wa ustawi wa jamii juu ya mgonjwa ambaye anahitaji kufanyiwa upasuaji lakini walipofanya tathmini hata nyumba anayoishi ilikuwa inahitaji msaada. Kwa hiyo wagonjwa wa namna hii, kwa hakika ni lazima tuseme huyu mgonjwa atibiwe, tuangalie namna bora ya kurudishia vile vitakavyokuwa vimetumika katika kumtibu mgonjwa huyu. Sasa kama ni vitu vingekuwa vinatengenezwa katika nchi yetu vingekuwa ni rahisi kusema kwamba bwana, tukimbie Kariakoo, mm. tukakusanye kwa wingi, tuje tuvilete, kwa ile swala la economies of scale bati ambayo sio nzuri sana upande wetu. Vifaa vyetu ni vya hali ya juu mno ili viweze kuwa katika mwili kuleta tiba bila kuleta madhara mengine. Hivi vinaagizwa kutoka nje ya nchi, kwa bei yake inakuwa ni ya juu kidogo. Kwa hiyo ni, ni mchakato unaoendelea, na ndio maana kwa mfano hii pusha ambayo imeleta na mheshimiwa waziri Muhammad Omari mch Mchengerwa inakuwa ni ya muhimu sana. Mheshimiwa mm. amesisitiza sana swala la bima kwa watu wote. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na rasilimali fedha itakayogharimia matibabu ya mtu yoyote bila kujali kipato chake. mm. Kwa sababu changamoto kubwa ni kwamba kama hakuna a, a, a, mbinu ya namna hiyo, ina maana kwamba kila mtu atakuwa anaweka fedha mkono wake mfukoni atoe fedha, na hii imethibitishwa bila mashaka kwamba inachochea umaskini. Kwa hiyo ni lengo la serikali kuhakikisha kwamba watu wapate afya, uchumi uboreke, lakini wakati huo huo wasije wakakosa matibabu ambayo wanayastahili kwa shida walizokuwa nazo okay. Na hapa nimezungumza juu ya mgonjwa ambaye anaweza kuongea na wataalam tukajua Je, wale wanaopata ajali wanakuja pale ajifahamu? Mm. Hawa nao kwa sababu ya hatari ya kuweza kupoteza maisha wanatibiwa kwanza kwa wanapotibiwa kwanza, wakishapata fahamu ndio hutueleza sasa, kama mimi naitwa fulani bini fulani, natokea mahali fulani, anayekumbuka wengine ndo hata kumbukumbu zitakuwa kumbu zimepotea. Kwa hiyo hawa wataendelea kupewa huduma mpaka watakapokuwa wamekamilika, alafu tutakuja kwenye vyombo vya habari kama Azam TV na wenzenu wale akina ITV na watu kama Channel 10, tuna magazeti na mitandao kwamba jamani, tuna mgonjwa huyu ambaye aliokotwa na wasamaria wema, hajitambui lakini amepata tiba, sasa ana nafuu, anaweza kwenda nyumbani, ila hana kumbukumbu kumbu. Kwa anayemfahamu tafadhali atusaidie ili aje amchukue ndugu yake kwenda naye nyumbani mm. Na hilo upande mmoja, lakini vile vile tuna wale ambao hata wanajua wanakotoka okay. lakini hali ya uchumi ni changamoto kwamba inabidi tena tuangalie kwamba okay, huyu mgonjwa amepona, hana namna ya kwenda nyumbani kwao. Tunaangalia pale usai wa jamii wanaweka utaratibu wa kumsindikiza kwenda nyumbani mm. Kwa hii ndio aina ya, ya, ya, ya wale wagonjwa ambao wanaingia kwenye hili kundi la msamaha Okay, ambao hawana uwezo. Sasa hmm, hapa ni kwa ya magonjwa ya kawaida. Sasa wako watu ambao anakuja yeye anafikiri ana kaugonjwa kadogo, lakini wataalam wanapofanya vipimo wakigundua kwamba huyu mgonjwa ugonjwa wake ni mkubwa utakaohitaji afua ambayo ni ya maendeleo zaidi na vinavyotumika ni bei mbaya, ndio inakuwa changamoto. Hmm. Kwa mfano, mgonjwa anakuja pale anasema tu yeye ananyonga yake imemletea matatizo, wanasema hii haina shida ukilipa milioni nne au milioni tano hii tutakuwa tumemalizana. Natoa mfano tu mm, kwa sababu bei zinatofautiana. Wanaingia mle ndani wanakuta, ule mkakati wa kumwekea nyonga ya bei hiyo hautamfaa, anahitaji kuwekewa vipandikizi vya marudio ambayo gharama yake ni milioni ishirini na tano. Okay. Kwa ha, umbali wa kutoka hapa milioni nne mpaka milioni ishirini na tano unaonekana, milioni ishirini na moja lazima ilipe sasa, yeah. Mmeshafungua mgonjwa O ni lazima mweke vile vitu, kwa hiyo haya ndio baadhi ya mambo Nurdin, ambayo tunayapitia hmm. katika kutekeleza wajibu wetu, ambayo analeta hiyo hiyo, hiyo, hiyo, hiyo nakisi ya, ya, ya fedha hmm, yeah. ambayo kama tungekuwa tu ni watu wa biashara ingekuwa ni kama bwana, hauna nenda, katafute urudi tufanye namna, lakini katika hmm. taasisi ile atufanye namna, amfanye hivyo, ndiyo hivyo. Hebu twende dokta yeah. hiyo ni moja ya jambo ambalo kwanza inaonyesha uzalendo na utu katika kutoa huduma licha ya kwamba sasa hivi watu wanasema afya na enyewe sio huduma <laughs> ni biashara, lakini ne, <laughs> bado lazima mbaki kama taasisi exactly. ya kiserikali yes, kutoa right, huduma hebu, yeah. tuambie, katika maeneo gani ambayo sasa mnaendelea kuonesha ubobezi wenu kwa sababu okay. hii ni taasisi nyeti mno. Uh, wigo wa kazi zetu ni mpana sana. Mchana wa leo nilipokuwa nikiongea na vyombo vya habari juu ya siku mia moja za mheshimiwa Rais nimesema kwamba bado tunasimama kwenye ukweli wa kwamba asilimia 98 mpaka 99 ya matatizo ya mifupa zinaweza yakapata ufumbuzi pale MOI. Asilimia 97 mpaka 98 ya magonjwa ya mfumo wa fahamu yanaweza yakapata afua pale. Kila siku tunajitahidi kuleta kitu kipya, kuongezea uwezo wetu wa kukidhi mahitaji ya wateja wanaokuja pale. Kuna vile ambavyo vinajulikana vya kawaida vile sasa tunashindwa hata kuongea kwa sababu kwetu sisi havitu, yani havitu excite. mm -hmm. Kwa mfano wiki hii tumekuwa na wataalam ambao wanafundishana namna na ya kushughulikia saratani za mfumo wa fahamu. Okay. Ambao tumekuwa na wageni kutoka University of Colorado kule, Colorado, kule Marekani halafu na wataalam wetu. Kwa mara ya kwanza katika nchi yetu tutatumia wino maalum unaoitwa fluorescein kwa mgonjwa mwenye uvimbe unaoelekea kuitwa katika mfumo wa fahamu unaoitwa glioma. Ambao ule wino, aina ya wino huo maalum ukiwekwa, daktari kutumia vifaa maalum ataona mahali ule uvimbe ulipo na unapokomea. Kwa namna hiyo, atakapokuwa anafanya upasuaji wa kutoa, atautoa bila kuathiri sehemu ambazo hazina ule ugonjwa okay. Hii tulikuwa kufanya kitu kama hicho mm -hmm. na sio kwamba tunakomea hapo bado tunaendelea kwa sababu hapo hapo tunaangalia. Mara nyingi sana watu wanakuja na vimbe katika sehemu ambazo kama tungependa kuingia na kuchukua inakuwa ni upasuaji mkubwa na wa masaa mengi sana, lakini dunia imepiga hatua kubwa sana. Kwa kutumia matundu madogo, kifaa kinaweza kikaingizwa kikaenda mpaka pale penye ile shida alafu sampuli ikachukuliwa ikapeleka kwa wataalamu wa patholojia wakaenda wakaifanyia uh, uh, uh, yani wakaifanyia kipimo, alafu tukapewa kujua kama hii ni saratani inayoendelea au ni uvimbe tu ulisababishwa kwa sababu nyingine okay. lakini vile vile leo mchana nilikuwa nazungumza sehemu moja kwamba kwa muda kwa kwa mrefu sana watu wanakuwa na maumivu ambayo yanakuwepo ya, ya, ya maumivu sugu mm-hmm. kwa muda mrefu mtu anao hiyo shida, bwana ako nayo tu yani, kama anaumwa anaumwa anaumwa hasa tumtuna mtaalam sasa hivi ambaye kwa kukaa na wagonjwa hawa anaweza kuwasaidia kuwapatia dawa na kubadilisha utaratibu wa maisha, hatimaye waka, wakaishi kwa maumivu ambayo sio makubwa kama waliokuwa nayo mpaka kuelekea kuyamaliza kabisa, hmm. lakini sio hivyo peke yake, kuna watu ambao wanapata ajali, wakati mwingine ni kwa sababu ya labda mgonjwa ame, amepata ajali ya kukatika mkono hmm au umevunjika na kuathiri zaidi ya mifupa, labda msuli au kiunganishi kati ya msuli na mfupa mm. Anapopona ule, kile kiungo kinakuwa kiwezi kufanya kazi. Kwa mfano mtu amevunjika, amepona, lakini mkono hawezi ukarudi juu mm. yeah. Tuna wataalam sasa hivi ambao wamejifunza na wabebobea kwa namna ambayo atafungua, atatafuta ule, ule msuli uliopata changamoto na, na, na kile kiunganishi na mfupa katika, katika kile kiungo akakiunganisha na mtu yule akaweza kurudia kuanza kufanya kazi, okay. Hivi tunavyoongea huyu mtaalam aliyerudi kama miezi miwili iliyopita, sasa ameweza kuhudumia wagonjwa wawili ambao hivi tunavyoongea, na kuna, kuna, kuna video zinasambaa mitandaoni, wameweza kuanza kutumia mikono yao kufanya kazi hmm. Kwa hiyo anaweza kaunganisha hivo au hata mishipa ya fahamu ya fahamu ambayo labda imepata madhara katika changamoto za namna hiyo hmm. Kule nyuma watu waliokuwa wanavunjika pingiri za mgongo mara nyingi ilikuwa ni kufungua wanaangalia, alafu wakati mwingine wanaweka vibati maalum kwa ajili ya kurudishia vile mifupa ikae vizuri na mgongo uweze kunyooka. Sasa hivi tumetoka huko, tunakwenda kwa utaratibu ambao wataalamu wanatumia katundu kadogo, halafu wanaweka kitu kama, kitu kama kichujio ambacho kinajazwa simenti tiba inayokwenda kusaidia kurudisha uh, lile umbile la pingili ya mgongo likaa jinsi lilivyokuwa. Halafu mgonjwa akipona ile shida inakuwa imemalizika kwa kutumia kitundu. Kwa kule nyuma, wagonjwa wa namna hii wangekaa hospitalini kwa muda labda kama wiki moja mpaka wiki tatu, lakini kwa kupitia njia hii kukaa kwao hospitalini kunakuwa kumepungua sana, kwa hiyo kutoa nafasi kwa wagonjwa wengi zaidi kuweza kuhudumiwa katika mazingira kama yale mm. kwa urahisi zaidi. Okay. Huo ni upande wa upande wa fahamu mambo yanayoendana na, na mfumo wa fahamu. Lakini kwa wenzetu upande wa mifupa nao wamepiga hatua kubwa sana. Okay. Kwa mfano zamani, kwa, kwa sababu labda ya umri alafu na kuchoka kwa viungo mbalimbali wagonjwa walikuwa wanafanywa upasuaji kama labda goti limekuwa na shida kubwa sana, linaunganisha linakuwa moja kwa moja. Mm. Kwa anapotembea anarusha mkono mguu namna hii. Lakini kule walishaondoka. Kwa sasa hivi wanatumia vifaa maalum vya kubadilisha uh, zile sehemu ambazo zinaungana kwenye magoti, kwenye nyonga. Kwa zamani ilikuwa tu ni moja kwa moja, lakini sasa hivi sio hivyo tu, wanakwenda mpaka kwenye kufanya marudio. Sasa hivi labda nitumie muda kuelezea kidogo. Mm -hmm. Mtu anaweza kafikiri kwamba tunaposema marudio ni kwamba wamefanya operation wamekosea, wanarudia. Hapana, <laughs> sio namna hiyo. Kinachotokea ni kwamba vifaa vinavyopandikizwa katika mwili vina umri yaani ukivitumia kwa matumizi ya kawaida vinaweza vikikaa kati ya miaka saba mpaka miaka kumi. Okay. Sasa kama mtu amewekewa vipandikizi hivi akiwa na umri wa miaka thelathini, ina maana kifika miaka arobaini lazima warudie. Hasa hiyo ndio tunayoizungumzia. Okay. hasa kwa sababu tayari vilikuwa vimewekwa vingine, wanapovitoa utaratibu wa kuweka vingine inakuwa ni watofauti kabisa kuliko ilivyokuwa pale mwanzoni. Hmm. Ndio maana gharama yake inakuwa ni kubwa sana kwa sababu vile vifaa vitakavyotumika ni vingi, lakini vile vile vinahitaji vina ujuzi wa juu zaidi mm. na tunakoelekea sasa, kwa sababu ya kuongezeka kwa wagonjwa wanaohitaji huduma hizi, tutafika mahali ambapo tutakuwa tunaanza kutumia hata robot katika okay. Mambo ya matumizi ya kiliunde mm. ambako ni vitu sasa hivi vya kawaida katika nchi za wenzetu kwamba mgonjwa anapimwa anachukuliwa vipimo vyote vinavyohitajika, alafu akishachukua vile vipimo wanakwenda kukaa kwenye maabara wanafanya kustadi, alafu robot inahusika ina, ina, ina inaambiwa mgonjwa huyu anatakiwa kufanyiwa upasuaji kwa njia hii aks akiingizwa thieta, wao wanakaa pembeni, nafanya kila kitu inamaliza. Wao ni kuhakikisha tu kwamba hakuna sehemu ambayo labda kumetokea labda bahati mbaya mm -hmm. ikaingia mahali ambapo haistahili kwa utaratibu wa namna ile, okay. lakini sio hivyo tu hapo. Katika taasisi ya MOI sasa hivi tuna mtambo maalum unaitwa Brain Lab. Huu ni, mtaalam, ni, ni, ni, ni, ni mtambo unaosaidia wataalam wa bobezi kufanya upasuaji kwa uhakika zaidi kulikuelela kubahatisha kama tunafikiri kama tukawa tunaona hapa inakuwa hapa. Mm. Huu ni mtambo ambao unaweza kukusaidia kwenye kuugua kuagua sorry kuagua. Mm. Ah, lakini vilevile unaweza kukusaidia kwenye tiba kwa kutoa muongozo kwa wapasuaji wanaofanya kazi ile. Kwa namna hiyo inaweza ikawa ni, ni kwa hakika zaidi. Hasa hapa nimezungumzia tu vile ambavyo vinafanyika kwa upande wa afua za matibabu. Mm. Lakini kuna yatu pia uchunguzi vile vile ambavyo ne vimepiga hatua kubwa sana. Mm. Kwa mfano tuna zile CT scanners ambazo zinatupatia yeah, picha za mwili wa mwanadamu kwa jinsi unavyokuwa unahitajika, lakini vilevile tuna tuna MRI yeah, na zile MRI nazo zinatusaidia sana kuanzia watoto wadogo mpaka watu wazima, lakini vilevile tuna mtambo wa cath lab unaotusaidia kusoma mi, mi, mishipa ya damu inavyopeleka damu kwenye ubongo na kama kuna changamoto iliyosababishwa na na, huo, huo, huo, huo, huo, huo utaratibu wa damu kuingia na kutoka na kuleta ugonjwa ambao mgonjwa anaweza kuwa nao. Kwa ile mtambo unasaidia kwenye kuagua lakini vilevile vile unasaidia kwenye kutibu. Kwa mfano, mtu aliyepata kiharusi akiwahi katika masaa 12 toka alipokipata. Wataalamu waliopo sasa kwa ujuzi walionao wanaweza wakajua ni nini kimetokea. Either kuna labda kuna damu iliyoganda kwa hiyo imezuia damu isiwe inapita kuelekea sehemu za mbele au mshipa umepasuka. Kwa hawa wana utaalamu kupitia mtambo huu na uzungumzia wa Kathlab, kuweza kuingiza vipimo maalum, wakaangalia wakajua kwamba ni mshipa huu ndio umepata matatizo kama umepata e, ile nini ni damu imeganda hmm, wanaweza kuitoa kwa damu ikaendelea kama kawaida, na mgonjwa akapata nafuu kabisa akarudi katika hali yake ya kawaida hmm. Kama imepasuka, wana utaratibu wa kuweka kitu ambacho kitazuia damu isiendelee kutoka ili inayoleta mambo ya kuvia kwa damu katika ubongo hmm kwa hiyo mgonjwa huyu akaweza kurudi katika utaratibu wake wa maisha kama kwa kawaida mm. Sasa haya tunazungumzia matibabu, lakini tunakoelekea sasa tunakwenda kwenye utangamao. Kuna wagonjwa ambao hata ufanye namna gani hawezi akarudi pale alipokuwa kabla ajapata hii changamoto mm. Kwa anakuwa na aina fulani kama ya ulemavu, kwa hiyo utaratibu wa kuendesha maisha yake sasa unakuwa umeathirika. Kwa hiyo wagonjwa wa namna hii wanahitaji mbinu mpya zitakazowafanya waendelee kutumia viungo vyao pamoja na mapungufu walionao, lakini mm, waweze kujitegemea katika maisha okay. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza katika nchi yetu taasisi sasa imeanza mafunzo maalum kwa madaktari mm, ambao sasa watakuwa wanashirikiana na wenzao wale wa fizioterapia wanaofanya mazoezi ya tiba yale mm, e, ili sasa hawa kwa pamoja tukiwaunganisha hivi wataweza kumsaidia mgonjwa aweze kurudi mahali alipokuwa yote yanafanyikia okay. MOI. Lakini uh, Mungu akitujalia na fedha zikapatikana, serikali ikatupatia, tuna eneo Mbweni ambalo liko tayari standby kwa ajili ya kujenga kituo maalum ambacho kitakuwa kinafanya mambo haya yeah. Lakini mwishoni kabisa, kwa sababu saratani nayo imekuwa ni sehemu kubwa sana ya changamoto ambazo zinatupata tunakoelekea, wataalamu wetu wataweza kutumia kitu kinaitwa kutibu magonjwa haya ambayo itakuwa na uhakika wa kushughulika na zile chembechembe chembe ambazo zina saratani kuliko utaratibu ulivyo sasa hivi wa kutoa, alafu unabaki unavizia, sijui kama tumemaliza yote au iko namna gani? Okay. Haya yote yapo katika, uh, katika, katika mstakabali yetu wa taasisi yetu kuhakikisha kwamba Watanzania badala ya kufikiri wanaweza kupata vitu hivi nje ya nchi mm. Watavipata hapa hapa katika nchi yao. Okay, wakati yes, wetu unakwenda mbio uh, yeah. Lakini uh, kwa ufupi wagonjwa mm, uh, mnao wengi sana na kuna wengine wanaamka usiku wa manane <laughs> kuja kutana na madaktari nimeona, yeah. Mna utaratibu kidogo sasa hivi wa mambo ya mtu kuweka miadi ishi, ya mapema ishi, na vitu kama hivyo mm, inapunguza chochote na kuleta urahisi kwenye tiba? Mpaka hapa tunapoongea mwamko haujakuwa kama tulivyotegemea lakini imesaidia baadhi ya watu, tuko katika awamu ya kuwafundisha na kuwapatia, yani kufanya watu wajue kama tunachokisema ndicho kinachotokea. E, kama ulivyosema, kwa kutokuwa na uhakika wa uwepo wa daktari mm, na huduma inayohitajika kwamba ni ya muhimu sana, watu huamka wa mapema sana, anafika saa kumi na mbili wakati daktari anakuja kumwona saa saba mchana, kwao inaongeza msongamano. Lakini kupitia njia hii tunawaambia watu na hata siku ya leo nisisitize kwamba kupitia katika utaratibu maalum wa miadi unaweza ukapanga lini unataka uje kuhudumiwa, saa ngapi wewe, na ukachagua daktari, kwa sababu mfumo tulivyotengeneza mpaka unaonyesha madaktari waliopo. Kwa sababu wewe unaweza ukawa unamjua daktari unayemtaka kwao, ukamchagua, halafu mfumo utakuonyesha kama huyu daktari atakuwepo siku fulani hasa kama wananchi wote wangekuwa wamechukua wa huu mwamke, ungekuwa umekuwa kama tulivyokuwa tunategemea, yani watu wangekuwa anakuja labda dakika kumi na tano kabla ya kumwona daktari okay. kwa ule, ule msongamano wa watu kukaa wanasubiri au kukimbilia kupata namba usingelikuwepo, tunaamini kwa sababu watu tunazidi kutumia vi, vi, vi, vi, vi, yani vyombo vya, vya mawasiliano kama hivi, tunaamini karibia tutafika mahali ambapo watu wenye simu janja na wenye simu zile mrika mwizi mm, wote wataweza kufika mahali pa kusema nafikiri siku fulani na nafasi nahitaji kwenda kumwona daktari anakwenda kumwona mm, kwa kufanya ule utaratibu. Na tumerahisisha mpaka malipo, unaweza ukapewa control number huko huko nyumbani, kwa unapokuja pale tu unasema jamani, mimi ndo naitwa fulani, muda wangu wa kuona daktari umefika, unaona na daktari okay, yes. kwa hiyo kwa hiyo ni effort na tunaamini hasa baada ya lile jengo lingine ambalo tunalijenga pale litakapokuwa limekamilika mm. Tutakuwa na nguvu zaidi ya kusisitiza hivi, lakini hata tutakapokuwa tunahamia kwenye ile taasisi iliyokuwa ya Tumaini, tunaamini watu wetu watakuwa wanajua kwamba tunachokisema ndicho kitakachokuwa mm. Yes, neno lako ni moja. Nini sasa kwa wale ambao ni wagonjwa kii unaweza kusema kwamba pia ni wateja wao <laughs> ni lugha <nilunga> ngumu sana sana kumuita. <laughs> <I know, laughs> yeah, mgonjwa, yeah, yeah, ni mteja yeah. Lakini nini ambacho mnawaambia ili kuhakikisha kwamba aone fahari anapokuja okay. MOI na kupata huduma okay. Jambo la kwanza nataka kuwaambia wasikilizaji wetu na watazamaji kwamba wataalamu waliopo MOI wana ujuzi na ubobezi unaolingana na wataalamu wowote katika sehemu yoyote ya dunia hii okay. kwa hakika kwa wanapokuja pale hawaji kwa watu wanaojifunza namna ya kuwatibu, wanakuja kwa watu ambao ni wajuzi mm. Wako tayari kuweka afua zitakazoleta matokeo yanayojulikana, hiyo haina swali. Na sio tu kwamba wako leo, lakini bado wengine wanaendelea kuzalishwa mm. kwa sababu mojawapo kati ya kazi kubwa MOI inayofanya ni kutibu, kufundisha na kufanya utafiti okay. Kwa tuna, tunakoelekea sasa ni matokeo ya utafiti yatakayotumia ujuzi ule kutibu watu wetu okay. Wawe na hakika katika hilo la kwanza, lakini la pili, wataalamu hawa wamegundua kwamba sio kila mtu anayeweza kufika katika taasisi yetu. Sasa tunajipanga kuwafuata hmm. kwao, tutakuwa na uwepo wetu Arusha, kwa sababu wenzetu Jakaya Kikwete wameingia makubaliano na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania kuendesha iliokuwa Arusha Lutheran Medical Center. Kwao wametualika sisi na wao tukafanye pale kwao, tutakuwa pale permanent. okay. Kwao tutakuwa na watu wabobezi watakawa wanakwenda pale kwa zamu bila kuathiri kazi katika taasisi hmm. Lakini Chato, hospitali ya kanda ya Chato, kuna wataalamu wetu pale kila wakati hmm. ambao wana wanazunguka kuhakikisha mm. kwamba watu wa upande wa kule wanapata matibabu. Na mwezi ujao, kama nilivyosema mchana, tutakwenda mkoa wa Mara ambapo tunategemea wing moja ya hospitali ya Kwangwa ya Mwalimu Nyerere, ile hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mara mm. mm. wing moja ita baadaye tutakuja kupewa iwe ni mahali ambapo tutakuwepo permanent. Yote hii si tu wananchi wanatuona katika runinga kama hivyo wanavyotuangalia lakini waweze kufikia na kupata huduma kwa matatizo walionao, hata wale ambao hawezi kusafiri kuja hapa Dar es Salaam, okay. Na vitendea kazi pamoja na vipandikizi tunavyovitumia ni vya kisasa vinavyoendana na shida za wagonjwa walionao hmm. kuanzia kwenye mifupa mpaka kwenye kichwa okay. na mfumo wa fahamu hmm. Kwa hivyo ni kwa hakika okay. Yes, maneno kwake Balozi Dkt. Mpoki Ulisubisya mkurugenzi mtendaji wa MOI ambayo tumekuwa naye hileo. Nikushukuru sana dokta, nashukuru kutoa kwa nasi naam, yes. Na nukta ndio natufikisha tamati ya uchanganuzi. Tulikuwa tukiangalia siku mia moja za taasisi ya MOI na yale ambayo wamekuwa wakiyafanya. Jambo kubwa ambalo lilikuwepo kwa wale wapenda hesabu ama watu wa tarakimu <laughs> ni hilo la kuhakikisha kwamba katika kila siku moja iliyokuwa ikiondoka walikuwa wakitoa msamaha um, wa shilingi milioni moja kwa wagonjwa ambao walikuwa wanahitaji huduma lakini hawana fedha kutoka familia mbalimbali mbali maskini, na dokta ameelezea kwa uzuri namna ambavyo wanapata hizo kesi na namna ambavyo wanazishughulikia ili kuhakikisha mgonjwa ambaye anafika pale anapata thamani ya huduma ambazo zinatolewa. Kwa nukta hiyo nafikia tamati, naitwa Nurdin Selemani, nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Usiku mwema, Ramadhan karimu na pia Kwaresma njema kwako.